Asante, ukizungumzia mambo ya akili mnemba ni tutasema ni topic ambayo imekuwa lazima tuikabili katika ulingo huu wa uh, uh, kuhakiki habari kama, kama wahakiki fact checkers, ama kama wale ambao tunafanya katika kukuwa sawa kwamba taarifa ambazo tunazifikiria lazima ziwe zile za ku, za ambazo zime zimesanifishwa vizuri sasa. Sa, katika kongamano hili kuna mambo matatu ambapo, ambayo ningependa ninge kueleza kwamba eh, eh, ni muhimu tumekuja hapa kuzungumza kuhusu mifumo ambayo tutatumia akili mnemba ili kukabiliana na habari potofu. Tumekuja hapa kubadilishana mawazo kama wahakiki, wahariri na waalimu na, na maprofesa kutoka nchi mbalimbali ili wakati watu wanapofanya ile adoption ya wanapoanza kutumia akili mnemba ama kutumia zile software ambazo zitawasaidia kukabiliana na akili potofu, wanakuwa na ile tutaita tajriba ama experience ya kimataifa unasikia jinsi ilivyofanya kazi Benin, jinsi ilivyofanya kazi Sierra Leone. e, tunasema jinsi ilivyofanya kazi Kenya, wale wa Rwanda wanasema jinsi ilivyofanya kazi nchini kwao, alafu sote tukiweka jinsi tunavyoitumia tunapata maarifa zaidi, alafu kingine ambacho tumge, tumekuja hapa ili kujifunza ni kujua ni njia zipi za kutumia akili mnemba kwa usalama na ni njia zipi za kukabiliana na wale ambao wanatumia akili mnemba ili kuleta kwa njia mbaya ambayo ina, ina, inaweza fanya uh, ile tunaita information environment ikawa chafu.